na nini, nguvu ya soda hawezi kufuta. Kwa hiyo maana kila mtu ana ana message hiyo, lakini wengine walikuwa wakifika, anasema nilisahau au nimefuta. Hivi kweli jamani, utumiwe message kwamba unatakiwa ofisi ya, ya, ya, ya tasafu ukachukue milioni 50 utafuta hiyo, lakini why vitambulisho? Lakini kwa sababu tumekuwa ni waungwana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 na tukumbuke kwamba sasa hivi tunapokwenda, NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Ndugu zangu waandishi wa habari, NIDA tumeweka mkakati mbalimbali kuhakikisha kwamba wadau wetu wanapata huduma yenye kiwango chenye ubora. Miongoni mwa maboresho mapya tunayokwenda kuyafanya ni kumwezesha mwananchi aliyesajiliwa na kutambuliwa kwa namba yake ya utambulisho wa NIDA kupitia simu yake ya mkononi mara inapokuwa tayari. Nafikiri tulianza toka tulianza toka mwezi wa pili, kuanzia sasa hivi unaposajiliwa ni baada ya siku tano baada ya mwananchi kumwangaisha kwamba aje kufuatia namba ya NIDA, a, namba yake ya NIDA kama siku yani kama unapojisajili na kama huna matatizo, siku tano unatumiwa message: Ndugu, tengeneza namba yako ya NIDA ni hii moja mbili tatu, na baada ya siku ishirini na moja utatumiwa tena, njoo chukue kitambulisho chako ofisi hii moja mbili tatu. Kwa unapokwenda NIDA ni siku moja, lakini pia katika kurahisisha, Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo ya mamlaka ya mini uhamiaji kwamba kila ofisi ya NIDA ilipo lazima na, na maafisa wa uhamiaji wawepo, kwa sababu imekuwa na matatizo kwamba ofisi ya NIDA iko hapa, ili unapojaza fomu unapewa kwa mtendaji, lakini uende tena uhamiaji. Kwa sasa hivi kila ofisi watu wa uhamiaji wako pale, na maana unapotoka pale na uhamiaji na process zinaendelea, na hilo tulishapewa maelekezo, na nashukuru kwamba ofisi nyingi sana tunafanya one stop center watu wa wahamiaji wapo, inabakia tu kwamba ni unapojaza ni kwenda kwa watendaji kule. Kwa hiyo kama nilivyozungumza kwamba kila baada ukijasha jisajili siku tano, kama maombi yako hayana shida, utapata meseji ya kukupa namba ya NIDA na baada hapo, baada ya siku ishirini na moja maximum tutakupa sms ya kuja kuchukua kitambulisho chako, na tunakupa mwezi mmoja. Hii ni endelevu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 vyote vile, na tayari tuna taasisi nyingi, hata baadhi ya mabenki wameomba kuingiza kwamba taarifa zao tutumie kadi moja, kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini tumejiongeza zaidi katika vitambulisho ambavyo tutaboresha. Tuta, tuta, tuta, tutaweka mpaka grupu ya damu, taarifa za grupu ya damu, kwamba grupu yangu mimi Masanja ni A. Kwa hiyo naweza ukajikuta una matatizo, umepata shida, ajali au umezidiwa, watu wamekokota njiani, wanakupeleka hospitali, ili wasipate tabu ya kwanza kupima tena wakichukua kadi na taarifa zako zote.